niaba ya serikali utoe pole ambazo Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Makamu wa Rais pamoja na serikali kwa ujumla umetoa kwa familia, ndugu jamaa na wananchi wa Peramio kwa msiba huu mzito. Mheshimiwa Jenista, tumefanya naye kazi kama mbunge na kama mawaziri. Ni mtu aliyekuwa na jitihada kubwa sana za kuhakikisha kazi ambayo amepewa inakuwa na matokeo. Kwa kipindi alikuwa mnadhimu mkuu wa serikali bungeni na nikiwa waziri wa fedha, mambo mengi yanayohusu sekta ya fedha yalikuwa yanahitaji uratibu wa mnadhimu mkuu wa serikali bungeni, chifu huyo, na yeye ya alifanya kazi hiyo kwa umahiri mkubwa sana. Ni mtu aliyekuwa anataka mara zote kuona eh, anatimiza wajibu kikamilifu na kupata matokeo ya kazi anayofanya. Tumeshtushwa sana na tukio hili la msiba kwa sababu ni majuzi majuzi tu hivi tulikuwa wote bungeni na hakuwa analalamika jambo lolote linalohusiana na masuala ya kiafya. Kwa hiyo tunamwachia Mungu, yeye alitoa na sasa ametoa, jina lake limedi